Acha mambo ya kukaa kuanzia asubuhi. Wavivu wengi kazi yao ni kuangalia mitandao. Kazi yake mvivu. Hii Tanzania.

Nataka watanzania mnisikilize, lazima tubadilishe style. Tukiendelea kuishi tunavyoishi, watoto wetu na vijana wetu watakuwa watumwa wa mataifa mengine. Narudia tena. Tukiendelea kuacha taifa letu, vijana mabinti, waendelee kuishi wanavyoishi

wakimwaga tu tuchukua, acha mataifa ya nje, acha Amerika, acha China, China tuchukua tu wa America, Kenya tuamwage hapa Tanzania, wengi mtakuwa vibarua na uvivu mwingi. Umezaliwa ujamaa yake, una faida yake na una hasara yake. Sema amen. Ujamaa ujamaa, Socialism ukiwepo kwenye eneo, if we stay in the area; na ukatumika, and is used; vizuri, very well; unakuwa na baraka sana it has blessing. Lakini kusipokuwa na sheria kali, but if there is no any strong laws, utazalisha wavivu wengi sana, maana atafanya kazi mtu mmoja, for one person will work, watakula wengi ndio maana ndani ya taifa hili hata mtu akiwa anapiga soga kuanzia asubuhi mpaka jioni, anajua nitakula kwa anko, nitakula kwa shangazi. Nenda Kenya, kama utakula kwa anko.